Ni siri ya sadaka katika kusubiri makubwa ya Mungu. Siri ya kumtolea Bwana sadaka katika kusubiri mambo makubwa ya Mungu. Na niende kim ndani zaidi, na hii sadaka ni ile ambayo sio public offering, sio sadaka ya jumla. Wakati mwingine ni sadaka zile za siri kabisa ambazo unazijua wewe na mungu wako tu, unazijua wewe na mungu wako tu kama ambavyo Abraham alipokwenda kumtu, Ibrahim alipokwenda kumtolea Mungu sadaka mtoto wake best, ile sadaka inayouma kwa mtoto wake. Hata mke wake hakujua, hata mke wake hakujua. Hawa mabwana baada ya kuchimba maandaki mvua haikushuka, baada ya kuchimba mashimo maji hayakutokea. Ha? Je, nabii amedanganya? Hapana, waliendelea kumsubiria Mungu kwa imani. Wakati unaposubiri Mungu wa kutendee jambo lako, subiri ukiwa unamsogezea Bwana sadaka za shukurani. Usikae tu, Mungu amechelewa, Mungu amechelewa. Sadaka zina tabia ya kufasiliteti kuwezesha Mungu kufanya jambo. Ndiyo maana Ibrahimu popote alipopita alikuwa anajua hizi siri Kabla hata Mungu ajampa nchi ya ahadi, hata mtoto hana alikuwa na anaenda naweka sadaka. Akifika sehemu anatoa madhabahu ya sadaka, ni sadaka na sadaka, maisha yake ni maisha ya sadaka na hakuwahi kuishiwa. Historia takatifu haionyeshi mcha Mungu yeyote aliyefilisika, kwa sababu alikuwa anamtolea Bwana sadaka. Lakini aligeuzwa na utageuzwa kuwa divine donor, a kingdom donor, mtoaji chini ya mfalme wa wafalme. Hawa watu ilitokeaje? Kitabu cha Wafalme wa Pili tatu ishirini anasema ikawa asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama maji yakaja kwa njia ya Edom hata nchi ikajaa maji. Maji yakaja kwa njia ya Edom ilikuwa ni wakati gani? Wakati wa kutoa sadaka ya unga.